katika kuelekea siku ya kumbukizi ya mwasisi wa Kairuki Health and Education Network, hayati Profesa Hubert Kairuki, Februari 6, 2026, Kairuki Hospital inakuletea huduma ya uchunguzi wa awali wa uvimbe mwilini bila malipo. Ewe mwananchi, njoo ufanye uchunguzi wa uvimbe wa tezidume na kizazi kwa kutumia ultrasound. ultrasound. ultrasound. ultrasound. ultrasound uvimbe kwenye matiti kwa kutumia mammogram na pia utapata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa madaktari bingwa. Kumbuka uvimbe huo utaweza kuondolewa bila upasuaji kwa kutumia mtambo maalum wa high intensity focused ultrasound. Zoezi hili litafanyika Kairuki Hospital Mikocheni pamoja na Kairuki Polyclinic iliyopo Mbezi stendi ya Magufuli jengo la utawala kwa siku tano mfululizo kuanzia tarehe 2 mpaka 6 Februari 2026 ambayo ni siku ya kilele cha maadhimisho ya kumbukizi. Kumbukizi hiyo itaambatana na uzinduzi wa mitambo mipya ya tiba ikiwemo mtambo pekee nchini Tanzania na wa pili barani Afrika unaosaidia ufanisi wa utungaji na ubora wa kiinitete na kuboresha ufanisi katika uzazi pandikizi, yaani IVF; CT Angio 128 slice yenye uwezo wa kupima mishipa ya damu ya moyo na mishipa mingine ya damu mwilini kwa usahihi, pamoja na mtambo wa fluoroscopy ambao unatumika kuchunguza magonjwa ya tumbo. Karibu Kairuki Hospital ufanye uchunguzi wa haraka wa afya ya Ko. Vigezo na masharti ya tiba hii kuzingatiwa.